Inakaribia kutimia saa tano na nusu kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa sita kamili mchana kwa saa za hapa nchini Iran. ifuate u sasa ni taarifa ya habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Waziri wa mambo ya nje asisitizia tena azma ya Iran ya kutetea haki zake za kisheria za nyuklia. Hamas yasema Israeli imekiuka vipengele vyote vya usitishaji vita na kutoa indhari kuwa makubaliano hayo yako hatarini kuvunjika Waziri mkuu wa Australia mhutubu muislamu aliyejitolea maisha yake kwa kumwambia wewe ni shujaa wa Australia, na mkuu wa Whitehouse akiri kuwa lengo hasa la kuzishambulia boti ni kumpindua rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayid Abbas Arakchi amesistizia azma ya Jamhuri ya Kiislamu ya kutetea haki zake za kisheria za nyuklia kulingana na mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia NPT, akisema sera za nyuklia za Tehran zingali zinaendana na mfumo wa sheria za kimataifa. Arakchi ambaye anayetembelea Moscow baada ya safari yake ya Belarus ameyasema hayo katika mkutano na wanasiasa, wataalamu na wasomi wenye vipawa wa Russia jana Jumane ambapo alizungumzia uhusiano kati ya Iran na Russia na matukio muhimu ya kimataifa. Katika hotuba yake hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amebainisha msimamo wa Tehran kuhusu masuala ya kimataifa hususan yanayohusiana na amani na usalama wa kimataifa. Akizungumzia kadhia nyuklia ya Iran, Arakchi amehusisha hali ya sasa na ukiukaji wa mara kwa mara wa ahadi na wajibu ambao umefanywa na Marekani na kujihusisha nchi tatu za Ulaya katika utekelezaji wa alichokiita hatua haramu za Washington, hasa hasa hatua yake upande ya upande mmoja ya kujiondoa mwaka 2018 katika makubaliano ya mpango kamili wa pamoja wa utekelezaji JCPOA ya mwaka 2015 na uvamizi wa kijeshi uliofuatia hatua hiyo ambayo ulifanywa dhidi ya Iran mnamo mwezi Juni 2025. Katika sehemu nyingine hotuba yake, waziri wa mambo ya nje wa Iran ametilia mkazo pia umuhimu wa ushirikiano wa kimkakati kati ya Tehran na Moscow na kubainisha nafasi ya suala hilo katika kuendeleza maslahi ya taifa ya nchi zote mbili na kudumisha amani na usalama wa kimataifa. Aidha amesisitizia azma ya pamoja iliyoonyeshwa na viongozi wa mataifa hayo mawili ya kupanua ushirikiano katika nyanja zote. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Rusia, Araghchi leo amepangiwa kukutana na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Sergei Lavrov, ambapo wawili hao wanatazamiwa kujadili masuala ya kimataifa yanayojiri hivi sasa ikiwa ni pamoja na mpango wa nyuklia wa Iran na masuala ya kikanda yenye masilahi kwa pande mbili. Kiongozi mwandamizi wa harakati ya mukawama wa kiislamu wa Palestina Hamas ameushutumu utawala wa kizayuni wa Israel kwa ukiukaji mkubwa na uliopangwa wa makubaliano ya kusitisha vita, akionya kwamba kuendelea kwa mwelekeo huo kunayaweka makubaliano hayo katika hatari ya kuvunjika kikamilifu. Ghazi Hamad ametangaza kuwa utawala wa Kizayuni umeyachezea maandiko ya makubaliano ya kusitisha mapigano na haujaacha kifungu chochote cha makubaliano hayo kikiwa hakijavunjwa au kubadilishwa, akiashiria tathmini iliyotolewa na wapatanishi. Hamad ameeleza kwamba wapatanishi wametamka bayana kuwa Hamas haijakiuka makubaliano hata mara moja na imetekeleza kikamilifu vipengele vyake. Kwa mujibu wa kiongozi huyo mwandamizi wa Hamas, kurudiwa kila mara ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha vita unaofanywa na utawala wa kizayuni kunaonyesha kwamba vitendo hivyo vinapangwa na kutekelezwa kwa maamuzi ya baraza la mawaziri la utawala huo waghasibu. Amesema ukiukaji huo ni pamoja na mauaji, kuwanyonga watu ugani, kuwafyatulia risasi raia mashambulizi ya makombora na kuwaua watu kwa kuwalenga na kwamba vikosi vya utawala ghasibu wa Kizayuni vimekiuka mara kadhaa mipaka iliyoainishwa ambapo katika baadhi ya matukio ukiukaji huo umesonga mbele ndani ya Ghaza hadi takriban kilomita mbili. Ghazi Hamad amebainisha pia kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yalipoanza kutekelezwa zaidi ya matukio mia nane na kumi na tatu ya ukiukaji uliofanywa na jeshi la kizayuni yamerekodiwa, ya ukiwa ni wastani wa matukio 25 kwa siku. Kiongozi huyo wa Hamasi ametahadharisha kwamba ukiukaji huo wa wazi wazi unatishia makubaliano hayo kwa uzito mkubwa na kuyaweka katika hatari ya kuvunjika kikamilifu, na kwamba wapatanishi wanapaswa wachukue hatua madhubuti ili kuzuia utawala wa kizayuni usiendelee na mwenendo huo. Waziri mkuu wa Australia, Anthony Albanese, ametembelea hospitali ya St George kusini mwa Sydney ili kumjulia hali Ahmed Al Ahmed, Mwislamu aliyehatarisha maisha yake kwa kumvamia na kumpokonya bunduki mmoja wa husika wa shambulio lililotokea kwenye ufukwe wa Bondi na kusababisha vifo vya watu 15. Akiwa amesimama kando ya kitanda cha hospitali alicholazwa Al Ahmed, Albani samimsifu baba huyo wa watoto wawili mwenye umri wa miaka 43 kwa ujasiri wake wa ajabu, akimtaja kama nembo ya umoja wa kitaifa katika kukabiliana na ugaidi. Katika ujumbe alioweka baadaye kwenye mtandao wa kijamii wa X, waziri mkuu wa Australia amemhutubu muislamu huyo akisema, Ahmed, wewe ni shujaa wa Australia. Ulijitia hatarini kuwaokoa wengine, ukaikimbilia hatari kwenye ufuko wa Bondi na kumpokonya silaha gaidi. Katika nyakati mbaya zaidi, tunawaona Waaustralia walio bora kabisa, na hivyo ndivyo tulivyoona Jumapili usiku, ameeleza waziri mkuu huyo wa Australia. Albanis amemalizia ujumbe wake kwa kusema, kwa niaba ya kila mu Australia nasema ahsante. Al Ahmed alijeruhiwa vibaya baada ya kumvamia mmoja wa washambuliaji akimnyang'anya silaha yake na kumgeuzia na kumlazimisha mshambuliaji huyo kujisalimisha. Al Ahmed alifyatuliwa risasi mara kadhaa na kupata majeraha kwenye mkono na bega lake hata hivyo, maafisa wa hospitali wamesema hali yake si mbaya. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inaendelea kukujeni kutoka hapa Radio Tehran. Mamlaka za nchini Ureno zimemtia nguvuni na kumfungulia mashtaka mke wa rais wa Guinea Bissau aliyepinduliwa, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusu madai ya utakatishaji fedha. Hayo yameelezwa na polisi ya nchi hiyo Dinisia Rais Embalo, mke wa Umaro Sisoko Embalo, aliwasili mjini Lisbon kwa ndege kutoka Guinea Bissau sawa na abiria mwingine ambaye alikuwa amekamatwa siku ya Jumapili. Taarifa ya polisi ya Ureno imesema abiria huyo alitiwa nguvuni na kukutwa na karibu euro milioni tano sawa na dola za Kimarekani milioni tano na laki tisa fedha taslimu na alishukiwa kuhusika na utakatishaji pesa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Ureno, mshukiwa wa kwanza ambaye ametambuliwa kama Tito Gomes Fernandes alikuwa mtu wa karibu wa rais wa Guinea Bissau aliyepinduliwa Embalo, ambaye alikimbia nchi baada ya jeshi kumuundua madarakani katika mapinduzi ya Novemba 26. Msemaji wa polisi ya mahakama ya Ureno amevieleza vyombo vya habari bila kutoa ufafanuzi zaidi kwamba Mashtaka yanayomkabili bidinisia bidini rais Embalo yamehusishwa na uchunguzi huo. Imeelezwa kwamba ndege iliyokuwa imewabeba wawili hao ilikuwa awali imeorodheshwa kuwa ya kijeshi na ilitarajiwa kuelekea katika mji wa kusini mwa Ureno wa Bija. Hata hivyo, kwa mujibu wa polisi, baadaye ilibainika kuwa ndege hiyo na inapoelekea ni tofauti na ilivyotangazwa. Na mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya Marekani, White House, Susi Wiles ametamka kuwa mashambulizi ya jeshi la Marekani dhidi ya boti zinazodaiwa kuwa ni za madawa ya kulevya yanayofanywa katika eneo la Amerika ya kusini yanalenga hatimaye kumpindua rais wa Venezuela Nicolas Maduro matamshi hayo ya Wiles yaliyochapishwa na jarida la Vanity Fair siku Jumane, ya Jumane, yameonekana kupingana waziwazi wazi na hoja ambayo imekuwa ikitolewa na serikali ya Rais wa Marekani Donald Trump kama sababu hasa ya kuanzisha mashambulizi hayo ya kijeshi, yaani kupambana na mihadarati. Yeye Trump anataka aendelee kuziripua boti mpaka Maduro ajisalimishe, na watu werevu zaidi kuliko mimi kuhusiana na hilo wanasema atafanya hivyo. Wiles amenukuliwa akisema. Jarida la Vanity Fair lilitoa maelezo marefu kuhusu Wiles jana Jumane, saa chache baada ya Pentagon kutangaza kufanyika mashambulizi mengine matatu dhidi ya boti katika bahari ya Pasifiki Mashariki, ambayo ilisema yaliua watu wanane. Kufuatia ungamo hilo la waziwazi la msaidizi mwandamizi wa Trump, seneta wa chama cha Democratic, Chris Murphy ameandika kwenye mtandao wa X kama ninavyonukuu: kwa hivyo si vita dhidi ya magenge, ni kubadilisha utawala. Akaongezea kwa kusema vyovyote itakavyokuwa, ni kinyume kabisa cha sheria na ni hatua ya kipuzi. Serikali ya Washington imekuwa ikishadidisha mashambulizi dhidi ya vyombo vya majini sambamba na kuzidi kujizatiti kijeshi karibu na Venezuela na kuibua shaka kwamba lengo la hatua hizo linaweza likawa ni kupanga vita vingine vya kubadilisha utawala kwa nguvu za kijeshi dhidi ya serikali ya mrengo wa kushoto ya Maduro. Katika kipindi cha miezi kadhaa ya karibuni Trump amesisitiza mara kadhaa kwamba siku za rais wa Venezuela zinakaribia ukingoni, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujeni kutoka hapa Radio Tehran.